Kina benefisha uko Ulaya. Ulaya ni mipango kwa Ulaya, maisha mazuri sana. bwana mjeshi, Bongo naishi maisha mazuri sana. Kila aliye Ulaya kanaishi maisha, Bongo naishi na maisha, maisha, maisha, maisha. So, maisha, maisha wenye furaha sana Yani, enjoy kama hivi, niko niko beach juu hilo <laughs> so, kubwa bondia, niko na watu wakubwa kama na oa kwenye TV nipata nafasi alhamdulillah. Huyo ni mtu ambaye kanizidi kwa namna moja ama nyingine, na muheshimu sana. Hicho ni kitu ho jario blaha mimi na marafiki wangu wote, lakini naheshimu kila mtu ambaye nimemkuta kwenye kwenye sekta yake, mimi naheshimu sana. Kwa niliopo hapa, nikipata laki laki mbili yangu, alhamdulillah nashukuru Mwenyezi Mungu, tukasema nilikotoka, ilikotoka ni mbali, nakwenda ni mbali zaidi.